Huu ni mkutano ambao sisi kama serikali tunakuja kuwaonyesha wenye duka ambao ni Chama cha Mapinduzi kwamba mlitutuma kazi, tumeifanya ilikuwa ni miaka mitano ya utekelezaji wa ilani ya chama, tunakuja kuonyesha hapo. Naamini kwamba taarifa ya waziri mkuu na taarifa ya makamu wa rais Zanzibar itaonyesha kwa umwamba kwamba serikali tulitumwa na chama tumeenda kutekeleza na tumerudisha, tumerudisha majibu yenye uhalisia. Lakini ni yapi marekebisho ambayo mnadhani kwamba yataenda kufanyika katika a, katiba? Kwa sababu mna mabadiliko kidogo ya katiba, tusubiri mabadiliko yasemwe. Hauwezi kuprint hmm. Tusubiri mabadiliko na marekebisho ya katiba yanayosemwa kama yapo yasemwe, lakini mimi nachoamini kwamba mabadiliko yoyote ya katiba ya CCM yamekuwa yakilenga ustawi wa Chama cha Mapinduzi kwa wanachama na ustawi wa Chama cha Mapinduzi kwa Watanzania. Mwaka 2025 ni mwaka wa fursa, ni fursa kubwa sana kwa vijana kama hawa. Ni mwaka wa fursa kwa vijana, na nawaambia vijana wa Kitanzania hapa, tuko kwenye mkutano wa CCM, huko nje kuna vyama kumi na nane vina vijana wajitokeze wajaze fomu watamani kuwa sehemu ya maamuzi kwenye mabaraza ya madiwani, watamani kuwa sehemu ya maamuzi kwenye bunge. Tutamani kuwa na mamea wazuri wenye viti wazuri wa halmashauri. Hao ndio wanaosimamia asilimia kumi ya makundi ya vijana kina mama na watu wenye mahitaji maalum. Tutamani kuwa na bunge zuri lenye vijana ambao wanatamani kuiona Tanzania ya kesho kutwa. Huu ni mwaka wa fursa, sio mwaka wa kuwa na vijana lopolopo, sio mwaka wa kuwa na makundi ya vijana wapambe wa wagombea. Hapana, vijana wajitokeze kugombea. Narudia, huu ni mwaka wa fursa kubwa sana kwa vijana wa kike na wa kiume kwenye vyama vyao vyote kama ni vijana wa CCM zipo nafasi za vijana kugombea huko majimboni. Tumeona vijana wameshinda ubunge wakiwa vijana tu, wameshinda ubunge wakiwa vijana wapo. wapo vijana wengi tu wa CCM wameshinda majimboni, wapo vijana wa opposition walishinda kwenye majimbo. Sio mwaka wa kuacha kwa, mimi nawaambia vijana wajitokeze, wajaze fomu, wagombee, na sisi kama serikali tunawahakikisha kwamba uchaguzi wa uhuru na wa haki utafanyika. Kama ataendelea kuwa mkuu wa mkoa wa Njombe, tutazingatia hilo lakini vijana wachukue fomu wachukue fomu, tunataka Tanzania nzuri kesho. tunaanza na mabaraza ya badiwani. Umeona vijana kama kinangwasi kamani they are young sindio? vijana kama kina ngwasi, vijana kama Judith, Judith Kapinga ni vijana. Vijana kama kinarusabu hao ni wakike, manaibu waziri. Vijana kama kina kundo mawaziri. Vijana kama kinaweso awezi kukagombea fresh from the university akaja kagombea ubunge. Mavunda amegombea hapa Dodoma, anatoka Mzumbe chuo kikuu hadi attempt, first time akashindwa na Marole, second time akaja akashinda. Ndejemi Mosyang kagombea kashinda, Bashe kagombea akiwa kijana, Kingu kagombea akiwa kijana. Tusiogope kudhubutu, eh, tusiogope kudhubutu. Mimi niliwaambia mimi sigombei. Kwa nini? Kwa sababu nayo kazi ambayo ya kwangu nafanya nimeridhika nayo, lakini siwezi kuambia vijana wao watazamaji kwenye uchaguzi huu no waende wakagombee. Na narudia tunataka mabaraza mazuri ya madiwani yanayofahamu maana ya, ya ten percent. Yes. Yes, tupate vijana ambao sehemu ya maamuzi wa kike wa kiume watu wenye ulemavu, huu ugomvi tunaobishana hapa kuhusu 10% ya asilimia kumi ile ni hela nyingi tupate mameya vijana wazuri, tupate wenyeviti wazuri wa halmashauri, kundi kubwa la vijana liwe sehemu ya maamuzi. Ni kuwa na ujana kwama ni sifa za uongozi, lakini hatuwezi tukaandareti, hatuwezi kuandareti. Wawe sehemu, wagombee, wawe sehemu ya michujo, wawe sehemu, wawe sehemu. Nami nawaambia vijana wa CCM, gombeeni, usiwe mpambe wa mtu, jaza fomu jina lako lisiporudi, muunga aliyerudishwa tena baada ya kuteuliwa, usikae tu kasema, mimi tunaheshimiana sana na Mtaka. Wewe ni Mungu je? Mtaka akifa akishindwa, kwa muone mifano mingapi hapa. Tunaenda kwenye kila uchaguzi ulioenda, zaidi ya asilimia hamsini ya wabunge wa CCM wamepoteza kwenye kura za maoni, na kuna watu walikuwa na heshima kwa sababu ya kaanguka, kashinda, mtu wa hofu. Sasa vijana wagombee. Hawa vijana wa Chama cha Mapinduzi, wigo ni mpana. Makundi ya vijana, ubunge wa vijana kwa binti upo, makundi ya NGO yapo, makundi ya wafanyakazi yapo, makundi hata yenye ulemavu yapo, lakini kwenye majimbo vijana mbona wako wengi? Na nimesema mifano mizuri, kina Weso, mambo ya pesa, mifano ipo. Mheshimiwa Weso alitoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, alikuwa agai agombea Pangani. Tusitengeneze scenario za kujitengenezea uoga ambao hauna sababu. Mheshimiwa Mavunda alipogombea palikuwa na hela gani? Mheshimiwa Ndejembe alipogombea alikuwa na hela gani? Vijana wako wengi, Kiengo alipoenda kugombea alikuwa na hela gani? Vijana wako wengi. Na utakale utasema sina hela. Kesho unasema ni watoto wa viongozi. Kesho kutwa ni watoto wa fulani. Hamna mtu kugombea. Huu ni mwaka wa fursa. Nasema kabisa huu ni mwaka wa fursa kwa vijana wa Tanzania. Haijalishi vyama vyao wachukue fomu. Tuwe sehemu muhimu ya maamuzi ya mabaraza ya mashauri ya maamuzi ya, ya, ya bunge kwa miaka mitano ili yaliyoahidiwa kwenye ilani, yaliyoahidiwa kwenye dira ya taifa, yaliyoahidiwa kwenye mpango, tuweze kuwa sehemu muhimu ya kushiriki.